Jinsi Mungu ambavyo anainua wavunja mipaka. Katika utendaji kazi wa Mungu, kuna watu hubeba neema ya kuvunja mipaka, kuna watu hubeba upako wa kuvunja mipaka na kuvuka mistari ambayo wengine walishindwa kuivuka. Siku zote Mungu anapotaka kusaidia watu, huwa anatafuta mtu mmoja kutoka katikati yao. Mungu hawezi akaiokoa familia akaokoa jamii akaokoa taifa, kutoka kwa watu ambao wako nje na hilo eneo. Atatafuta mtu mmoja katikati yao ambao atampa neema ya kuweza kufanya vitu kwa utofauti, kuweza kuleta ukombozi na kuweza kuleta utetezi. Binafsi ninauhakika ninazungumza na wewe kwa sababu wewe una hiyo neema ya kuvunja mipaka kwa watu wako. Kuna kitu ndani yako ambacho kinakupa kuhisi kwamba umebeba wajibu wa kuweza kutangulia familia yako mbele. Umebeba wajibu wa kuweza kutangulia wadogo zako, kutangulia jamii yako na kufanya vitu fulani kwa namna ya tofauti. So, nisikilize kwa makini kwa sababu nataka nikuonyeshe, uh, njia takribani Uh, sita ambazo Mungu anazitumia kuinua wavunja mipaka. Njia ya kwanza ambayo Mungu anaitumia kuinua wavunja mipaka ni atakuingiza kwenye assignment yako kwa kukufunulia nini tatizo linaloendelea kwa watu wako. Mungu atakuingiza kwenye assignment yako, atakuingiza kwenye wajibu wako, atakuingiza kwenye hayo maono, atakuingiza kwenye hilo kusudi kwa kukufunulia tatizo ambalo linakabili watu wako. Ukisoma vizuri Biblia yako, utagundua kuna mtu alikuwa anaitwa Nehemia. Nehemia alifunuliwa assignment yake siku aliposikia habari kwamba ukuta wa Yerusalemu umeanguka. Kabla ya hapo, the man was very comfortable. Kila kitu kiliendelea vizuri kwenye maisha yake, alikuwa akiishi alikuwa akistarehe na maisha yake yaliendelea vizuri. Lakini siku alipopata habari kwamba ukuta wa Yerusalemu umeanguka, moyo wake uliugua, na akapata maono ya kwenda kufanya kazi kwenye jamii yake. Inawezekana wewe mtu wa Mungu, toka ulipopata taarifa kwamba kuna deni fulani limekuwa likimtesa mama yako likimsumbua baba yako, kuna kitu fulani kimeanza kukusumbua. Toka ulipopata taarifa kuhusu maendeleo ya watoto yatima kwenye jamii, kuna mambo fulani umeanza kuyafikiria kwamba unatakiwa kuweza kuyafanya. Nataka nikuonyeshe, hiyo ni njia ambayo Mungu anaitumia kuinua wavunja mipaka. Ukisoma kitabu cha Nehemia sura ya kwanza mstari wa tatu na wanne maandiko yanasema wakaniambia, watu wa uhamishoni waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutuma, na tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Mstari wa nne, hata niliposikia maneno hayo nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga na kuomba mbele za Mungu wa mbinguni. Nina uhakika hii habari kwamba ukuta wa Yerusalemu umeanguka watu wengi walisikia, lakini respond ya Nehemia ilikuwa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu Nehemia alipewa neema ya kuvunja mipaka kwenye jamii yake. Alipewa neema ya kuwa mtetezi na mkombozi wa watu wake. the same to you, kuna taarifa fulani toka ilipoingia kwenye moyo wako ilipozifikia fahamu zako, kuna wajibu umeanza kuufil ndani ya moyo moyo wako. That the way Mungu anakuinua kuweza kuvunja mipaka kwa ajili ya watu wako. Njia ya pili ni kuitwa kwenye mission yako na kulazimika kuhama au kubadilisha kila kitu ambacho ulikuwa unakifanya kwanza. Inawezekana umeanza kufilu wajibu wa kubadilisha kazi yako, kufilu wajibu wa kuhama mkoa ambao unaishi, kufilu wajibu wa kubadili mfumo wa maisha yote, ili uweze kwenda eneo jingine na kubeba ule mzigo ambao umeusikia ndani ya moyo wako. Nataka nikuhakikishie, ni njia ambayo Mungu anaitumia kuinua watu ambao wanakwenda kufanya mambo ya tofauti, wanakwenda kutimiza kusudi lake, wanakwenda kuinua mambo ya kimkakati kwenye jamii. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ya kumi na mbili mstari wa kwanza hadi watatu maandiko yanasema Bwana akamwambia Abraham, Toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki, na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka kwa watu wengine. Tena nitambariki kila anayekubariki, na nitamlaani kila atakayekulaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Abraham alipewa mission ya maisha yake ambayo ilidemandi jamaa kubadili kila kitu kwenye maisha yake, the same to you. Na kwa watu wengine ambao unasikia, muda wa kuacha hiyo kazi umefika muda wa kubadili uh, upande wako wa kutafuta pesa umefika. Muda wa kuhama kwenye huo mkoa umefika. Sometimes kusudi la Mungu, maono ambayo Mungu anatupa, neema ambazo Mungu ametupa, zinatulazimu kuweza kubadili kila kitu kwenye maisha. Kwa hiyo kama hii ndio hali inayoendelea kwako, usishangae Usijione kwamba unakosea, usijione kwamba uh, unataka kutengeneza tatizo kwenye maisha yako. Moja kati ya njia ambayo Mungu anaitumia kuinua watu wa hatma ni kusababisha kuingia kwenye mabadiliko ya kilazima kwenye kila kitu ambacho anakifanya kwenye maisha yao. Njia ya tatu ni kukuingiza kwenye maono au kwenye wajibu wako kwa Mungu kukutengenezea nafasi chini ya mtu mwingine. Sometimes Mungu atakupa ruhusa ya wewe mwenyewe kuanza maono yako. Sometimes Mungu atakuingiza kwenye maono, atakuingiza kwenye utumishi, atakuingiza kwenye kusudi kwa kukuweka chini ya mtu mwingine. Kwa hiyo, sio jambo la bahati mbaya unapopata nafasi ya kwenda kutumika kwa mtu mwingine. Sio jambo la bahati mbaya unapojikuta umeungamanishwa na kupata kibali kwa mtu mwenye maono, kwa mtu mwenye kampuni, kwa mtu mwenye misheni kubwa, na unaona huyu mtu ana kuelewa kwa kiwango cha tofauti kuliko watu wengine, na kuzingatia kuliko watu wengine. That tells kwamba huyu mtu amepewa neema ya kukufundisha kwa kiasi fulani na kukuvusha, ili kuweza kuingia kwenye assignment ambayo Mungu amekupa. Utaiona kwa mtu kama Joshua, lakini pia utaiona kwa mtu kama Elisha. Joshua alianza utumishi wake kwa kuwa mtumishi chini ya Musa na baadaye akaja akapewa assignment yake ya kuliingiza taifa la Israel kwenye nchi ya hadi. Elisha alianza kuwa mtumishi chini ya Eliya na baadaye akaja akapewa manto ya kufanya kazi. Lakini pia kuna watu ambao walikuwa wanaitwa mashujaa wa Daudi. Hawa jamaa waliingia tu kwenye utumishi kwa kumfuata Daudi na mwisho wa siku maisha yao yakabadilika. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 22 mstari wa kwanza hadi wa pili utawaona hawa watu. Maandiko yanasema, basi Daudi akaondoka huko akakimbilia pango la Adulamu na ndugu zake na watu wote wa mbali wa baba yake waliposikia habari hiyo, wakamwendea huko, na kila mtu alikuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni, na watu wote wenye uchungu moyoni mwao wakakusanyika kwake, naye akawa jemedari wao, nao walikuwa pamoja naye, walipata kuwa watu kama mia nne. Maandiko yanasema wa watu walikuwa na hali ngumu ya maisha before. Mara zote kabla ujaingia kwenye kile ambacho Mungu amekuitia, kama umebeba neema ya kutimiza kusudi, kama umebeba manto ya kufanya kitu fulani cha kitofauti hapa duniani hali yako ya maisha itakuwa ni ngumu. Once utakapoitikia hicho ambacho Mungu amekuonyesha, once utakapoitikia hiyo picha ambayo umeiona ndani yako na kuanza kuifanyia kazi kuelekea kwenye kuitimiza, maisha yako yatabadilika for good. Kitu kingine cha msingi unachotakiwa ukielewe, sio ajabu kuna baadhi ya watu wakaishia kwenye kutumika chini ya mtu mwingine. Sio watu wote wameitwa kuanzisha vitu na kuwa kwenye frontline. Kuna watu wamepewa neema ya kufanikiwa kwa kiwango cha juu wakiwa chini ya watu wengine. Kwa hiyo, naomba uweze kuizingatia hii kwa makini. Njia ya nne ambayo Mungu anainua wavunja mipaka ni kukuingiza kwenye assignment yako baada ya kukuokoa kutoka kwenye uharibifu sometimes Mungu anaweza akakutoa kwenye uharibifu, anaweza kakutoa kwenye pombe, anaweza akakutoa kwenye madaa kulevya, anaweza akakutoa kwenye njia ambazo zimepotea kabisa, then akakuingiza kwenye utumishi, akakuingiza kwenye kusudi, akakupa maono ya kufanya kitu fulani kikubwa. Shida ni kwamba watu wengi ambao wanajikuta wanaitwa, kastahiri hii historia yao, huwa ina wab, wengi huwa wanaona kama si stahiri, kwa sababu ya kile ambacho nilipitia sistahili, sababu ya aina ya mtu nilikuwa. Lakini nataka ni Mungu kawaida ya kuwatoa watu mahala ambapo kusiko stahili na kuwapeleka mahala panapo stahili na kuwafunulia maono. Mfano mmojawapo ni Paulo. Na ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa tisa hadi wa 10, Paulo anajizungumzia mwenyewe, anasema, maana mimi ni mdogo katika mitume nisiye stahili kuitwa mtume kwa sababu nililiudhi kanisa la Mungu. Kwa nini? Kipindi fulani uh, Paulo aliitwa Sauli. Na ni kweli alikuwa maudhi kwa kanisa, lakini nini kilitokea? Mstari wa kumi: lakini neema ya Mungu imenifanya kuwa hivi nilivyo, na neema hiyo iliyo kwangu haikuwa bule, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja na mimi. So mtu wa Mungu, unatakiwa kujua mmojawapo kati ya kitu ambacho Mungu atakupatia ni neema yake, no mata umetokea wapi kama Mungu amekuita, kama ndani ya moyo wako unaona kuna picha kubwa ya kupambana kwenye kitu fulani, kuna maono, kuna kusudi amekufunulia, kuna utumishi amekuonyesha, simamia hicho kitu, kwa sababu sio kwa watu wote inatokea. Na Mungu akifanya hivyo na wewe, amekuchagua na amekutenga kwa ajili ya kazi maalum. Njia ya tano ni kukufunulia assignment yako kutoka kwenye neno lake, kutoka kwenye neno lake. Sio mara zote Mungu ataongea na wewe kwa njia ya ndoto. Sio mara zote Mungu atamtuma mtu aje kuongea na wewe. Sio mara zote utahitaji kukutana na nabii akutabilie maisha yako. Sometimes, Mungu anaweza akazungumza na wewe kupitia neno lake. Kwa hiyo kama imetokea namna hii, umesikia neno la Mungu na hilo neno limebaki ndani yako, kila unapolitafakari linakupa picha kwa habari ya maisha yako, linakupa picha kwa habari ya kusudi, linakupa picha kwa future yako, linakupa picha kwa ajili ya kile unachotakiwa ukifanya. That tells Mungu anakuita kwenye utumishi. Daniel, sura ya tisa mstari wa pili hadi wa tatu, maandiko anasema: katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Daniel, kwa kusoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, na, na, na, na kutimiza ukiwa Yerusalemu, yaani miaka sabini, nikamwelekezea Bwana uso wangu ili kutaka kwa kuomba na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. So neno la Mungu lilimfunulia Daniel kwamba muda wa kukaa utumwani umeisha na yeye anatakiwa kuwa kwenye uh, frontline kuweza kuliongoza taifa la Mungu kuweza kurudi nyumbani kwao. Inawezekana toka ulipokaa kwenye hiyo ibada ukasikia hilo neno, ukasikia hilo andiko limeushika moyo wako, na kila unapolitafakari hilo ilo andiko unaona lina ku channel kwenye kitu fulani, lina ku direct kwenye maono fulani, lina ku direct kwenye kusudi fulani. Mtu wa Mungu umeitwa wewe, ni mtu special na Mungu ana kazi na wewe. Na njia ya sita, Mungu atakuita kwenye assignment yako kufuatia kilio cha watu wengi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiwahi kuchukulia ukawaida Mungu anapokuita. Usiwahi kuchukulia ukawaida unapo feel ndani yako kuna mzigo wa kutumika, mzigo wa kuanzisha kitu fulani. Inawezekana sio lazima ikawa ni huduma, ikawa ni biashara, maybe kufungua kampuni, kuandika kitabu, kutengeneza tukio fulani kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa ajili ya kuhudumia watu wake. Mungu anaweza akakuita kufuatia kilio cha watu. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya pili, Mstari wa 23 hadi 25, maandiko yanasema: baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mstari wa 24, Mungu akasikia kuugua kwao, Mungu akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mstari wa 25, Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Nini kilitokea baada ya hapa? Mstari sura inayofuata, Mungu akaenda kumwita Musa. Kwa nini? Kwa sababu Musa alizaliwa kwa ajili ya kuleta ukombozi kwa wana wa Israeli. Lakini haikuwahi kutokea Mungu alikumbuka kwamba Musa alikuwa ameitwa kutumika kabla ya wana wa Israeli kulia mbele zake. Inawezekana shauku ya wewe kuandika kitabu, shauku ya wewe kufanya hilo tukio, shauku ya wewe kuanzisha hiyo kampuni, shauku ya wewe kuingia kwenye utumishi na kutimiza hayo maono. Kuna watu sehemu fulani wanamtafuta Mungu, wanamwambia Baba, ikiwezekana tukumbuke, tukumbuke kwenye haya majira, tukumbuke kwenye huu muda, na wewe ndio jibu la watu. Kwa hiyo mtu wa Mungu ni kuombe Usiwahi kujichukulia kwa kawaida. Usiwahi kujiona wewe ni mnyonge. Usiwahi kujiona wewe ni mtu wa nyongeza. Uh, malaika wa Bwana alipokutana na Gideon alimwambia e shujaa, Mungu anakutegemea kwa ajili ya kukomboa watu wako. Naomba nami nikuambie, e shujaa, umeitwa na Mungu. Itikia huo wito kwa haraka, nenda katumikie kusudi la Mungu kwenye maisha yako.